Kwa majina naitwa Deborah George Mwenda aka Bondia Mrembo. Uh, mimi bwana nashukuru kwanza kwa nafasi ambayo nimeipata, uh, kuonyesha tena kitu ambacho nacho kwenye, kwenye mchezo huu wa boxing. Uh, nimejiandaa vizuri, nimejiandaa vya kutosha. Nataka safari hii nionyeshe Watanzania kwamba kwa nini niliamua kuchagua mchezo huu wa boxing? Niliamua kuchagua mchezo wa boxing kwa sababu mimi na imani na uwezo naman kufanya, kufanya vizuri hata zaidi ya wanaume. Kwa hiyo wa Tanzania na wakaribisha sana kuja kuangalia mchezo wangu, nimejiandaa vya kutosha, tutarajia ushindi. Hii ni mechi yangu ya kwanza ya international, nimeipokea kwa uzuri na ni kama mwanzo mzuri kwangu. Kwa sababu target zangu mimi ilikuwa ni kucheza kimataifa. Kwa hiyo uh, kupata nafasi hii ya kucheza mchezo wa kimataifa nimeipokea vizuri na nimeifurahia na nitaifanya vizuri. Hapana, ya ya unajua, boxing, uh, ni vile mtu ambavyo kila siku anakuwa. Kwa sababu mimi kutoka kutoka nilikotoka mechangu ya mwisho mpaka sasa hivi nina maandalizi ya kutosha. Kwa hiyo siamini sana kwenye huo mzani kwa sababu mzani haupigani. Mwisho wa siku mimi na yeye pale ndio tunaenda kupigana. Kwa hiyo sina shaka na hiyo. Si, sinaoga na train, mimi na train maisha yangu yote ni training, kila siku inayopita lazima ni train. Kwa hiyo siwezi kuwa naoga kupigana na, kazi yangu siwezi kuogopa kwenda kazini. Watarajie mchezo mzuri, mabadiliko, kitu ambacho kwanza mimi naweza uh, naweza kukiri kwamba mimi nazidi kuwa bora kila siku, kutoka nilipoanzia mpaka sasa hivi nimebadilika.